Ah, mpenzi msikilizaji wa MMI Radio kwa popote ulipo, karibu tuzungumze kuhusu aliyekuwa mwandishi na mtangazaji ngulu na vile vile eh, mwandishi wa vitabu kadhaa marehemu Profesa Ken Walibora, katika kipindi cha Nuru ya Lugha. Natumai utakuwa umejiunga nasi ukiletewa nami hapa Humphrey George. Ken Walibora aliyezaliwa tarehe sita mwezi wa Januari mwaka 1965 katika kijiji cha Baraki kaunti ya Bungoma humo nchini Kenya. Ken Walibora alikuwa mwandishi mashauri wa fasihi ya Kiswahili na mtangazaji wa habari familia yake ilihamia Kitale na baadaye Cherangani, huku mama yake aliyejulikana kama Ruth Makali alifariki mwaka elfu moja mia kenda themanini na nne wakati ambapo Ken Walibora alikuwa na umri wa miaka ishirini huku mama yake alifariki akiwa na umri wa miaka ya hamsini na moja

Profesa Marehemu Ken Walibora alisoma katika shule ya msingi ya St Joseph kisha na maana akahudhuria shule za sekondari za Teremi na Suremi kabla ya kujiunga na shule ya Ole Kajiado High School. Kufika mwaka elfu mbili na nne, Ken Walibora alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi na kufuzu na shahada ya kwanza ya fasihi ya masomo ya Kiswahili akiwa na heshima ya daraja la kwanza. Ken Walibora aliendelea na masomo yake katika chuo kikuu cha Ohio nchini Marekani ambako alipata shahada ya uzamili na baadaye shahada ya uzamivu, walivyosema kwa lugha ya Kiingereza PhD katika masomo ya tamaduni za kulinganisha.

Kabla ya kujitosa katika uandishi na utangazaji, Ken Walibora Ken Walibora alifanya kazi kama afisa wa majaribio katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya kati ya mwaka 1985 hadi mwaka 1986 na, na baadaye alifanya kazi kama mwalimu wa shule ya upili akifundisha Kiingereza na Kiswahili kutoka mwaka 1988 hadi na mwaka 1996. Ken Walibora alianza kazi ya utangazaji katika shirika la utangazaji la Kenya KBC kama mhariri wa habari na mtangazaji wa habari za Kiswahili kati ya mwaka 1996 na mwaka 1996. Kisha na maana Ken Walibora alijiunga na Nation Media Group kama shirika la utangazaji wa habari za televisheni na vile vile habari mtangazaji, kama, kama mtangazaji wa habari za Kiswahili kutoka mwaka 1999 hadi mwaka 2004 takriban na ya miaka mitano. Baadaye marehemu Profesa Ken Walibora alihamia Marekani ambako alifundisha katika chuo kikuu cha Wisconsin Madison, kama profesa msaidizi wa lugha ya fasihi za Kiafrika, huku akirejea Kenya na kujiunga na chuo kikuu cha Riara kama mhadhiri mwandamizi katika shule za mahusiano ya kimataifa na diplomasia kuanzia mwaka 2018 hadi kifo chake. Ken Walibora alikuwa mwandishi hodari aliyeandika zaidi ya vitabu 40. Riwaya yake maarufu zaidi Siku Njema iliyochapishwa mwaka 1996 ilitumika kama kitabu cha kiada katika shule za sekundari kati ya mwaka 1997 na mwaka 2003. Riwaya nyingine maarufu pamoja na Kidagaa Kimemwozea, Kufa Kuzikana, Ndoto ya Almasi, Damu Nyeusi na Ndoto ya Amerika. Ken Walibora alishinda tuzo ya fasihi ya Jomo Kenyatta mara mbili kwa kazi yake za fasihi za Kiswahili. Toto yake ya Amerika aliposhinda mwaka 2003 na na vile vile elfu mbili na vilevile akashinda kisasi ya Pana mwaka 2009. Kwa bahati mbaya, Ken Walibora alifariki tarehe kumi mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini baada ya kugongwa na gari aina ya matatu katika bar barabara ya Land Heights Humu jijini Nairobi. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa jamii ya fasihi na utangazaji nchini Kenya na kwingineko, na alikumbukwa kama bingwa wa lugha ya Kiswahili na mwandishi aliyegusa maisha ya wengi kupitia kazi zake za fasihi ya Kiafrika. Kabla ya ajali hiyo, mashahidi waliripoti kumwona akikimbizwa na watu wasiojulikana katika eneo la Mudhurwa. Baada ya kugongwa, alipelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi, ambapo walikaa kwa zaidi ya saa kumi na nne bila kuhudumiwa ipasavyo. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kwamba alama za majeraha mwilini mwake ikiwemo jeraha la kitu chenye ncha kali kwenye mkono, majeraha ya majeraha kichwani ya damu kuvujia kwenye ubongo. Kifo chake kiliubua maswali mengi ya kuzua sintofahamu kuhusu mazingira ya tukio hilo, na polisi walifanya uchunguzi zaidi kubaini kilichotokea papo hapo. Kifo chake marehemu Profesa Ken Walibora kilisababisha simanzi kubwa miongoni mwa marafiki, familia na jamii ya wasomi wa Kiswahili, huku wengi wakitoa hotuba na salamu za rambirambi kuonyesha heshima na upendo wao kwake. Mtangazaji Ali Hassan Kaulini pia mwandishi na msomi wa Kiswahili aliandika ujumbe wa rambirambi kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Facebook baada ya kifo chake Ken Walibora. Katika ujumbe huu alisisitiza kwamba kila nafasi itaonja mauti, akahimiza watu kujiandaa kwa ajili ya siku yao. Alionyesha huzuni kubwa kwa kumpoteza gwiji kama Ken Walibora na akatoa wito kwa jamii ya Kiswahili kuendeleza kazi yake. Leonard Mambo Mbotela ambaye kwa sasa hivi yupo nasi alitoa wito wake, huku akisema kwamba kusema ukweli, ya Ken Walibora ameacha pengo la kuongeza chumvi na masala. Alikuwa kipawa cha kuandika, maanake hakuna kitabu hata kimoja ambacho aliandika kikadharauliwa. Dokta Mwanahija Ali Juma kitabu mtendaji bara la Kiswahili nchini Zanzibar, alieleza kuwa Walibora alikuwa mtaalamu, mwandishi wa habari na mwanafalsafa muhimu katika taaluma ya Kiswahili, huku akisema kwamba jumuiya wa wanaKiswahili ulimwenguni na duniani kote imehuzunika sana. Kuna jambo ama kuna suala ambalo linaibuka kuhusu kifo chake Ken Walibora. Jambo la kwanza ni kifo cha kutatanisha. Jambo la pili ni kwamba alikaa hospitali bila kuhudumiwa upasavyo. Jambo lingine ni kwamba jeraha lisiloeleweka. Jambo lingine ni kwamba pengwa katika fasihi ya Kiswahili. Mipango yake iliachwa kabla ya kifo chake. Alikuwa anafanya utafiti na kuandika vitabu vipya, pia alikuwa na mipango ya kusaidia Kiswahili kupiga hatua zaidi, lakini kifo chake kilitisha ndoto hizo. Swali yasiyojibiwa hadi wa leo. Kuna sintofahamu kuhusu iwapo kifo chake kilitokana na ajali ya kawaida au kuna jambo lililofichwa. Uchunguzi wa polisi haukutoa majibu ya kina, jambo lililowacha wengi na maswali mengi bila majibu. Familia yake kupata pigo. Familia yake Ken Walibora ilipatwa na huzuni kubwa kwa kupoteza mkubwa na gwiji wa Kiswahili, haina hiyo waliyempenda na kumtegemea katika familia hiyo. Hii linaathiri maisha yao kwa njia mbalimbali, kisia na hata hivyo, inaathiri familia hiyo kifamilia. Kifo chake Ken Walibora si tu kwamba kilihuzunisha mashabiki wake bali pia kilionyesha changamoto kubwa zinazokumba sekta ya afya na usalama humu nchini Kenya. Tunapohitimisha safari yake hapa ya duniani, Ken Walibora, tunapaswa kujiuliza maswali kama haya. Swali la kwanza, je, tunahakikisha kwamba tunaendeleza maoni yake Profesa Ken Walibora? Swali la pili, je, tutahakikisha kwamba Kiswahili kinazidi kukua na kustawi kama alivyotamani marehemu Profesa Ken Walibora? Tukiwa na huzuni, pia tuna kila sababu ya kusherekea maisha yake. Profesa Ken Walibora alituacha urithi mkubwa wa maarifa, vitabu vyenye hekima na mafunzo yatakayoishi vizazi na vizazi. Wacha tusiruhusu kifo chake kiwe mwisho wa ndoto zake Profesa Ken Walibora. Badala yake tumwenzi kwa kuhakikisha kwamba Kiswahili kimezidi kung'aa <mulia> Familia yake tunatoa pole nyingi. Mungu awape wa faraja katika kipindi hiki kigumu. Na kwa jamii ya Kiswahili, huu sio mwisho bali ni mwanzo wa kile alichoanzisha Profesa Ken Walibora. Ukweli wa mambo kwamba unaendelea kuumiza roho kwa sasa hivi ayupo nasi, Profesa Ken Walibora, natumai unapumzika vizuri na wazazi wako. Ken Walibora, tumetengana kimwili, lakini kiroho tutakuwa nawe milele na milele. Pumzika kwa hamani, Profesa Ken Walibora. Umetenda mema, umeandika historia na umehakikisha kwamba Kiswahili kinazidi kung'aa humu nchini Kenya na duniani kote. Hata hivyo, umetenda mema, umeandika historia, Profesa Ken Walibora na hakika hautasahulika milele na milele.